Habari njema. Je, tayari umeokolewa na una uzima wa milele? Ndio, unahitaji kuokolewa na wewe ndiye mtu sahihi wa kusikia habari hii. Kwa kweli, mwishoni mwa maisha ya mwanadamu kuna mahali mawili tu: adhabu ya milele katika moto wa jehanamu, au uzima na wokovu wa milele pamoja na Mungu. Mahali utakapoishia Pana tegemea uamuzi wako mwenyewe. Ikiwa unachagua kuokolewa na kuishi milele pamoja na Mungu mbinguni, kuna njia moja tu: kutubu na kuamini kwa imani katika Bwana Yesu. Ikiwa leo unafanya uamuzi wa kuamini, basi tayari umepokea wokovu. Tafadhali sema maneno haya kwa moyo wa dhati. Bwana Yesu leo nina amini na ninakupokea wewe kuwa Bwana na mwokozi wangu. Ingia moyoni mwangu na uniongoze katika njia zako. Amina. Ikiwa umesema maneno haya kwa unyofu na kwa moyo wako wote, basi leo umepokea wokovu na Baba wa mbinguni anakukaribisha kwa furaha.